Naomba ni na mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha sisi sote kuwepo hapa. Wapo wenzetu wametangulia mbele za haki, wapo wenzetu ama wanaumwa, hawajaweza kufika hapa, lakini sisi Mwenyezi Mungu ametukirimia na kutuleta kwenye mkutano huu wangapi wanamshukuru Mungu pamoja nami kutuleta hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. La pili, poleni watu wa Ng'haya. Kijiji hiki leo asubuhi, wakati nafika hapa, nilianzia pale kwa mzee wetu Ndege ambaye ametangulia mbele za haki. Poleni sana wana Ng'haya. Ndugu wapendwa, watu wa Ng'haya, tumekuja kama ambavyo wenzangu wametangulia kusema mambo. Tumekuja kuomba kura, tumekuja mbele yenu tena kusema kwamba tunahitaji tarehe ishirini na tisa mtupigie kula. Tunakuja kuomba kula kwa sababu bado kuna kazi za kufanya. Wenzangu wameeleza mafanikio yote ambayo tumeyafanya. Niseme kwamba diwani na mbunge ni chombo chenu ni chombo cha wananchi, ni chombo cha kuwasikiliza, ni chombo cha kubeba na ni chombo cha kuwaseme, cha kuwasemea kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kama chombo chenu. Mwaka elfu mbili na ishirini tulikuwa na Jeladi kama diwani wenu, kama ambavyo watangulizi wangu wamesema, tuliomba kula, mkatupa, tukashinda, lakini yale ambayo tumeyafanya mimi na Jeradi tukisaidiwa na Samia, yote ninyi ni mashahidi, tena ni mashahidi wa kuona kwa kazi kubwa ambazo sisi watu wa Ng'haya tumefanya. Ni kweli kwamba Jeradi amepumzika, lakini Jeradi atakumbukwa kwa kazi kubwa aliyoifanya. Jeradi, naomba uje hapa. mimi nikiwa diwani wa kitongo sima yeye diwani wa Ng'haya kabla ya wakati huo kuwepo sekondari za kila kata, tulipigana na Jeradi, kila mmoja akajenga shule ya sekondari kila kata yake, na baadaye tumeendelea. Jeradi akawa amesimama, mkawapa watu wa upinzani lakini amekuja kurudi Gerard, tukaanza kuendeleza kuboresha maendeleo ya kata yenu. Niseme kwamba kama chombo chenu, kwa miaka ambayo amewatumikia, tumetumika naye kwa uhakika, mipango ya maendeleo kama chombo chenu cha kuwasemea. Gerard alikuwa arudi nyuma. Gerard alikuwa ni chombo kweli cha kuwasemea. Na mimi nikupongeze na nikushukuru, umesema kwamba sasa Huseni akafanye kazi kuyaendeleza yaliyobaki, na ukaniomba nisimwache. Nataka nikuhakikishie kakangu, kwamba nitaendelea kumshika mikono miwili kama ambavyo wewe ni kushika mikono miwili. Tumefanya kazi kubwa ya kielelezo, umeacha high school ambayo tumeipigania kuhakikisha kwamba inakamilika. Hata kituo cha afya tulichokianza nataka nikuhakishie kwamba kitakwenda kukamilika akiwepo Hussein, na wewe usitoke kutoa ushauri aye. Tunapokuja kumwombea Dokta Samia, kula watangulizi wangu wameeleza mambo ambayo rais wetu ameyafanya yeye alipoachwa na mtangulizi wake daktari Johni Pombe Magufuli, watu wote tulikuwa na mashaka, lakini kwa sababu kumbe Mwenyezi Mungu alijua alipomnong'oneza Dokta Johni Pombe Magufuli mwaka elfu mbili na kumi na tano kwamba mteue mama Samia awe mgombea mwenza, walitumika naye miaka mitano huyu mama. Dokta John Joseph Magufuli akaona anafaa, akamrudisha tena kuwa mgombea mwenza. Kwa mara ngapi? Ya pili. Kama ambavyo leo mgombea mwenza ni Dokta John Nchimbi. Baada ya Dkt John Pombe Magufuli kuitwa na Bwana, watu wote tulikuwa na mashaka kama nilivyosema, lakini kumbe Mwenyezi Mungu hamtupi mja wake. Dkt Samia kama rais wa kwanza Tanzania mwanamke, kama rais wa kwanza Afrika Mashariki mwanamke, ameuthibitishia ulimwengu kwamba ni mama anaye weza ni mama ambaye yuko tayari kuwapigania Watanzania. Kweli si kweli? Wameeleza mambo ambayo tumeyafanya, lakini niendelee kuongeza kwamba kituo chenu cha afya cha Busalanga tulipewa milioni mia mbili na sabini na moja tumeanza kukibadili na hata kwenye ilani hii ni vituo viwili tu vilivyoandikwa ni kituo cha Busaranga pamoja na kituo cha afya cha Mtale. Kwa hiyo hapa, nataka kuwahakikishia kwamba watu wa Busaranga, Huseni na mimi mbunge Kiswaga na Dr Samia tunakwenda kuleta fedha ili tukikamilishe kituo chenu na tukikamilisha tunaleta na gari la wagonjwa ili watu wa Ng'haya msipate tabu. Hapo vipi? Hapo vipi? Haya, oye! Tulileta mara ya kwanza kwenye sekondari yenu milioni themanini kwa ajili ya kujenga madarasa manne, tukaleta tena milioni mia mbili kwa ajili ya kujenga vyumba vya madarasa kumi, jumla milioni mia mbili na themanini. Haya hapa na shule hiyo imebadilika kama ambavyo wenzangu wamezungumza, ni shule ya mfano, ni shule ambayo tumepandisha hadhi. Tukaleta fedha za kumalizia mabweni tulikuwa tumeanza, tukaleta milioni kumi na tano kwanza za mapato ya ndani, tukaleta milioni arobaini na moja kutoka serikali kuu, jumla milioni hamsini na sita kwa ajili ya kukamilisha hayo mabweni kwa ajili ya watoto wetu kidato cha tano na cha sita Samia oye, oye! Samia, oye, oye! Ndugu zangu, hatukuishi hapo, tumeendelea kuboresha shule ya msingi, tumeendelea kuboresha shule ya msingi ya, ya Musaranga ili iendelee kwenda na wakati, lakini huku tukijua kwamba shule ya Ng'haya imechakaa kweli, si kweli? Tunaendelea kutafuta fedha ili tuweze kuikarabati ili tuweze kuboresha, pamoja na simenti ambazo nimeendelea kuleta kwenye kijiji hiki cha Ng'haya, kuendelea kujenga madarasa mapya, kuendelea kujenga kuna kuboresha, na kule Ng'haya ambako madarasa yalikuwa hayana sakafu nilipeleka mifuko mia moja kweli, si kweli? tunataka kuifanya Ng'haya iwe shule, ziwe shule za mfano, ziwe shule ambazo kwa kweli zinaendelea kuwahudumia wanafunzi wetu ili wasiendelee ku, ku, ku, ku, waendelee kuipenda Chama cha Mapinduzi. Nimetoka hapa kwenda pale nyuma, nimewauliza wanafunzi, mnasoma wapi? Tunasoma Ng'haya. Shule yenu ikoje? Tena hawa hapa wanafunzi hapa wakanieleza nimewaambia sasa, waambieni wazazi tarehe 29 wamchague Dokta Samia wamchague Hussein ili tuweze kubadilisha mazingira ya shule yenu. Haya oye, haya oye! Dokta Samia ametupatia bilioni tisa na milioni mia nane kwa ajili ya ujenzi wa daraja lenu, ninyi nyote ni mashahidi. ni daraja ambalo lilikuwa limeshindikana lakini rais baada ya kumwambia mahangaiko na mateso ambayo wana Ng'haya wanandagalu kwa ujumla wanayapata, rais hakusita kutupa fedha, akasema pelekeni fedha, zikaanza kujenga daraja. Na ninyi daraja hili maliona, ninao uhakika mwezi wa kumi na mbili hautafika mwisho, daraja litakuwa limekabilika. Kweli si kweli, kanasi Nimeongea naye amesema baada ya wiki mbili ataleta mashine kwa ajili ya kuchanganya kokoto ili aanze kumwaga na daraja hilo, si mda mrefu itaanza itaanza kupitika. Haya oye! Oye! Oye aya oye, oye! Dokta Samia akatupa fedha za kufanya upembuzi yakinifu kwa maana ya usanifu kutoka Magu kuja haya kwenda Salama kwenda Badiani kwa ajili ya kujenga barabara kwa kiwango cha rami. Samia oye, oye! Ninyi wenyewe mewaona watu walikuwa wanapima na darubini, kwani si kweli? Kazi imekamilika, wanaandaa document ili baada ya kukamilika tuanze kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi kwa kiwango cha rami. Rais Samia tukamwambia, barabara likienda pekee likaenda Bariadi, bado uchumi wetu wa Magu tunategemea kutoka Mahaa, kutoka Itilima kwa tupatie fedha. Dokta Samia ametupa fedha tena za kuanza kufanya usanifu kutoka pale Mbiti kwenda Kabila kwenda Shishani kwenda Mahaha. Tayari usanifu umekamilika, tunatafuta namna ya kukamilisha document, tutafute fedha tuanze kujenga kwa kiwango cha rami. Ninyi mashahidi, hata tarehe nane alipokuwa Mwanza nilieleza hayo mambo mbele yake, na kwa sababu ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imeeleza wazi ni kwamba rais yuko tayari kuendelea kutupa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo, lakini akiridhishwa na matokeo, hasa kwa upande wa diwani. Tatizo lililopo sisi wananchi tunaweza kusema kwamba rais ameshinda, mbunge ameshinda, halafu tukarubuniwa tukaacha kumpa kiongozi ambaye ni kiongozi wa msingi ambaye ni, ni diwani. Sasa niwaambie kwamba kama tutakosa diwani Ng'haya bado mimi kama mbunge wenu mtaendelea kuni mtaendelea kunichukia. Kwa serikali yenu ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na mgombea wetu Rais Dr. Samia, inawapenda sana watu wa Ng'haya tumechimba visima tukaweka sola kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji vikundi kwa ajili ya kufuga kondoo na mambo mengine. Kwa hiyo naomba mtumie nafasi hiyo wa kata Ng'haya, wale ambao umepata kuhakikisha kwamba miradi hii inaendelea na inawanufaisha wananchi wa kata Ng'haya. Haya oye, haya oye! Ndugu wapendwa, nia kubwa Yes, sir, Niwaku, ya serikali yenu ni kuhakikisha kwamba mnapata maendeleo ya kweli. Bado umeme hakijatosha hata ile Sekatule. Mashauri kila siku u unanipigia simu, Sekatule haijatosha umeme kwani si kweli eh? Lazima nikutaje mambo, unajua wewe ndio ulinifanya mimi niwe diwani, huyu huyu Mashauri huyu alikuwa ananipigia simu nikiwa, nikiwa Dar es Salaam mwaka 2000 mwaka 1999 ananishawishi niwe diwani lakini mimi sitaki, akachongoza wazee kunifuata niporudi nyumbani mwaka elfu mbili akiwa wewe wetu, kwa maana nikawa diwani. Sasa kuna maeneo ambayo umeme haujafika kweli, si kweli? Dr. Samia ametupa vitongoji 79, vitongoji 79. Tumekubaliana kwamba kuna vitongoji ambavyo vimeguswa kidogo na umeme, maeneo mengine hayaguswa na umeme, tuvikamilishe, alafu tuendelee kuweka kwenye vitongoji vingine, maana umeme ni hitaji la uhakika la kila siku la mwananchi. Kweli si kweli? kweli? si kweli? Si, sisiemu hoye! Niwombe tarehe ishirini na tisa. Ndio maana tumemsemea sana Dokta Samia tukiamini kwamba yeye ndiye anayetoa fedha, kwa sababu mimi na Useni tukimaliza kupitisha bajeti ya halmashauri, ninakwenda bungeni, ninakwenda, ninakwenda kuipigania ipite, tukipita Tunamtungia sheria ya matumizi ya fedha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, nchi ni kubwa, lakini kwa sababu ya upendo wake na Wanamagu anaendelea kutupa fedha za miradi kama ambavyo zimekusudiwa kwenye bajeti, na wakati mwingine mnapata fedha Wanamagu na Wanang'haya nje ya bajeti ya serikali. Samia oye! Samia oye! Wangapi mnampa kura Samia tarehe ishirini na tisa? huyo huyo huyo huyo huyo. ti nionewaiasa ongoa iogoaoogora sm kwa kilijalia, kadri ya uwezo wangu na kadri ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, naenda kumtumikia kweli na kweli kabisa. Utoka uto, uto, uto, kwenye roho yangu nasema kweli kabisa, ndugu zangu na leki funyake tena heshima

Mwenyezi Mungu anasema katika maandiko, kiongozi ataenda kuulizwa alichokiongoza, kiongozi ataenda kuulizwa alichokichunga. Mimi nahofu sana, sina uwezo wa kuenza kumjua Mwenyezi Mungu, ila nitamtumikia ukweli wa kumtumikia. Niaminini, ndugu zanguni, waduw wana Ng'haya